Tena bora talike kwa mbali. Wakina mama, unapiga wanaume, mmefanya yote kuwafanyia ukatili, mara michepuko, mara sijui kuosha vyombo, mara sijui kae nguo sifui, na mara sijui, nawe na wana mikono eh, kunaenda eh, kapike, lakini umeona itoshi? Bado unaingia kumpa kipigo ce <laughs> <laughs> Ninaomba rai kwenu mabinti, hebu mniheshimishe mama kamaile. Acheni ukatili, acheni ukatili, kaonyesheni upendo kwa omezenu. Mimi nimezeeka, hata mkiona mimi nafanya ukatili msinige nini, mi ume wangu umeisha. Naombeni ninyi mwendele na upendo kwenye ndoa zenu. Mwanamke aliye bora na mwanaume wake anakuwa bora na familia yote inakuwa bora. Kwa hiyo naombeni sana, acheni mkatili. Wakina baba vijana wangu, naomba acheni mkatili. Kuwapiga wake zenu, kama kuna kitu kinasumbua, kaeni chini mkazungumza, vitu vinazungumzika. Siku hizi watu hawapigi, siku hizi watu hawachi wake zao hivi. Kwa mfano hivi hapa saizi wanasema mana ndoa ya pambana naye ongeza upendo, <laughs> na nini, nyumba unajua, una watoto. Upendo ndio kila kitu, upendo ndio mwanzo wa maendeleo. Ukiona nyumba yenye maendeleo, lazima ndani ya nyumba hiyo kuna mwanamke mwenye akili timamu na ana <laughs> upendo. Hata mafanikio yanatokea pale mnapopendana, msipopendana, lazima mambo yanavurungika. Kwa mfano wapo leo kwa bebende sabato kwa mekondishana na mke wake, kuna mtu anapata mziki mgizi na baraka zinakuwa hazipo. Ninaomba mkatunze baraka hapa leo, lakini pia kuna wazazi wazee kama mimi, Mama Saidifu, ninapoendelea sasa ni mzee, kuna wazee ambao wazee zaidi kuliko mimi wanaumwa. Ukifika umri, yani ni automatically unaumwa, ina maana Mungu hawezi kukuchukua pa uzee ndio, <laughs> yani, vyote vile ukifikia umri wa uzee lazima uumwe uondoke. Yani hapa tukikimbia ya kanisani, Mungu anakuwa amesha taka kukuchukua, umeishi miaka ya kiburi, uachie watoto, lazima Mungu atakuchukua. Lakini pia naombeni, au wazee mnawaacha, mnawatelekeza Mzee anafungiwa kwenye nyumba fulani, unampelekea chakula, unaambia tu upe, unampelekea chakula, unamwambia mama, unaendeleaje? naendelea vizuri. Sijui nini. Tayari umeondoka umemfungia mlango. Ume. Yule mzee anaingiliwa na anafanya ukatili na vijana. Kwa hiyo niombe nizungumzie ukatili. Ukatili umezidi. Ukatili umezidi kwa sisi wakinamama, bahati mbaya nimekusibia, lakini sasa narudi kuzungumzia ukatili usije ukaufanya na wewe. Wamama sasa, tunapiga wanaume, tunapiga kabisa. <laughs> <tutu> wanafanya ukatili kwa watoto wa kiume hapa, inatakiwa kwenda kuripoti. Wanachanga nguvu iliyotumika kuinua watoto wa kike ndo nguvu itumike kuwainua watoto wa kiume bila kupingwa. Haya, kama unataka kuongezea pia hapa, karibu. Nasema tusikilize changamoto nyingine, sababu tumepata simu ya kusemea na kuwasilisha changamoto nyingine. Ambayo wanaume wengi wanashinda kuwasilisha mawazo yao ni kwa sababu kumekuwa hakuna platform, yani hakuna unyeti katika, sijui kusemaje, hakuna usiri. Kwa hiyo walio wengi akienda kushtaki au kwenda kusema mashtaka yake kwenye hayo madawati, baadaye anaona taarifa zipo kidogo nje mtaani. Kwa hiyo kidogo tunapata changamoto kubwa sana, kwa hiyo kwenye hayo madawati tu, kwa sababu watetezi yupo yupo kwenye kwenye hayo madawati. Kwa hiyo kuna changamoto kidogo, kwa hiyo privacy haipo kwa kweli. Kwa hiyo pole na binti na wasemeni.